Uh, mwaka elfu mbili na ishirini na sita mwaka elfu mbili na ishirini na sita mwakani tunazitabiri namba hizi, tunazipima hapa hapa mpate kujua ni mwaka utakuwaje, tutakuwa na kheri gani na shari gani? Mwalimu Hamisi hem, yeah. tuzijumlishe hizi namba mwaka elfu mbili na ishirini na sita eh, tuzijumlishe kwanza, tusiende mm. Nani, watu wapate kujua, kwani tumepataje pataje na nini mpaka ah. kufikia hapo nam mwaka tunaotarajia kuingia mwaka 2026 inshallah Mungu, tunaupataje jawabu lake? Tunajumlisha idadi ya namba zilizokuwa kwenye mwaka kwa namba mbili, kwa namba sifuri, kwa namba mbili, kuna namba, namba, namba sita. Mm. Ukijumlisha namba moja moja unapata jumla kumi, unapata mm, namba eh, yeah. Kwa hiyo mwaka wetu tunaotegemea utakuwa ya nguvu ya namba kumi. Kwayo. Lakini namba kwenye elimu ya namba inapopatikana namba, namba kumi, basi pale kuna namba moja kuna mwanzo eh. kuna dunia, kuna mwanzo e, man, ma, manaake manake, tunazungumzia kwamba mwanzo, lengo la Sheikh Hamisi kuzungumzia mwanzo kwa sababu kuna kumi, namba kumi ni namba ya mwisho kabisa kwa sababu mm, tukisema namba ni moja mpaka tisa, namba ni moja mpaka kumi, kwa sababu sifuri nayo ni namba ujue, kwa sababu huo mm, ndo duara, ndo mwanzilishi wa kila kitu, ndo mwanzo wa kila kitu, sawa ni dunia. Kwa hiyo imepatikana namba kumi. Namba kumi maana yake ni moja na sefuri. Yeah. Sasa moja na sefuri ukizijumlisha inarudi ile ile namba moja. Moja. Kwa hiyo sefuri ndo dunia yenyewe na hii moja ndo wewe mwanadamu ambao unatusikiliza hapa. Kwa hiyo mwaka elfu mbili na ishirini na sita, Mungu akipenda utakuwa ni mwaka wa mwanzo, mwaka wa mwanzo. Mwanzo kivipi? Yani, haya uliyoyatengeneza mwaka elfu mbili na ishirini na sita ndo tutakuja kuyachuma mwaka elfu mbili na mwaka elfu mbili na ishirini na tano tutakuja kuyachuma mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Kimfano, kama kuna uharibifu tuliutengeneza mwaka elfu mbili na ishirini na tano, ujue hatutovuna mwaka elfu mbili na ishirini na sita, isipokuwa tutaanza mwanzo. Lakini kama kuna heri tuliitengeneza mwaka elfu mbili na ishirini na tano, maana yake tutasafiri nayo mwanzo hiyo heri. Si mnaeleweka hivi au wametupita vizuri mwalimu? Naam shekhe, tunaelewana hapo. Kwa hiyo mwanzo mwaka elfu mbili na ishirini na sita tutegemee kila kitu kitaanza mwanzo. Yani u, kila kitu kitakuwa ni ni, ni ni kigeni kwako wewe. Kivipi? kwa sababu namba yenyewe ni mwanzo wa majambo, kwa hiyo utaanza kuyaanzisha majambo upya, kutengeneza mambo upya. Kuna sehemu uliharibu, kwa hiyo tegemea ya kutengeneza upya, na ni mwaka wenye namba ya moto, lakini moto wenyewe ni moto, sio wenye kuharibu, isipokuwa ni moto ambao unakwenda kuanzisha ma, makundi mapya, furaha mpya, heri mpya, nadhani mafanikio mapya, kama hivi jinsi tulivyosema watabiri kwamba mwaka elfu mbili na ishirini na tano ni mwaka wa moto, moto ule mbaya, mbaya. dunia ya kweli, mmeona mambo mengi yametokea, lakini mwaka huu unaokuja, insha Allah, utakuwa ni mwaka wa mwanzo kwa tutegemee kile tulichokitengeneza mwaka 2025 kwenda 2026. Kwenda nacho 2026. Kama uliharibu mwaka 2025 basi mwaka 2026 ni mwanzo utaanza na upya. Yani mambo yatabadilika, yani yatakuwa mapya, upya. Nieleweke hivyo. Naam. Sheikh Hamis. Naam. Hao ndo hiyo, hao ndo maneno hayo ndo habari. Eh, kwa mwaka huu unaokuja basi tujiibarishe sana hasa watu wa rufi ambazo zinaanziwa na rufi hapo hey. Sasa Shekhe Hamisi mtawatenga yeli, mtawatenga <laughs> bora wache tu, yani mtawapa presha hey, e acha tu basi sawa e, tutegemee kwamba mwaka 2026 ni mwanzo wa majambo kile tulichokitengeneza mwaka 2025, mm, tutakwenda nacho mwaka 2026. Ukitengeneza heri basi, hiyo heri utaanza nayo upya. Ukitengeneza shari mwaka huu, basi hiyo shari ndo utakwenda nayo kuanza nayo kwa hiyo, kila kitu kinaanza upya, mambo mengi yataanza upya, yani kila na kitu kitaanza upya. Mwaka mzuri sana wa kuanza majambo mapya, ndo ndo watu kasema mwanzo eh, mwanzo wa wa kila kitu. Kwa hiyo e, utakuwa ni mwaka wa mafanikio, lakini tutaanza sasa kushughulika wenyewe sasa. Mwaka wa masomo watu wanaingia mwaka huu, basi da kafanikiwe sana, inshallah. Mwaka wa masomo ndam, ndam, ndam basi ndio hivyo.